Sura ya kwanza mstari wa nane, na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Unapoona neno linaongelea fahamu na mahali pengine linaongelea akili, ujue kuna swala zima la maarifa linahusika hapo. Tafiti za Kiingereza kwenye New International Version, ile neno walikataa kuona Mungu katika fahamu zao, anasema they did not think it worthwhile to retain the knowledge of God. Hawakuona kama ni thamani, kama ni kitu cha maana, kama ni kitu muhimu, kama ni kitu kikubwa, kama ni kitu cha msingi, anasema to retain the knowledge of God, kupata maarifa ya Mungu na kuyatunza na kuyaweka ndani yako na kuyahifadhi sasa Mungu hafanyi kitu na mtu duniani bila kuwa na maarifa fulani juu ya eneo ambayo anataka kufanya nalo kitu. Lazima kwanza mtu atapata maarifa fulani, Mungu atampitisha kwenye njia fulani, atapata training mbalimbali mbali, ili kuja kuwa vile ambavyo Mungu anataka mtu awe, then ili Mungu amtumie mahali ambapo anataka kumtumia. Ni sawa sana, taasisi yoyote haiwezi kamwajiri muhasibu ambaye hana maarifa ya uhasibu. Hamna kituo cha afya chochote, hospitali yoyote ambaye inaweza kamwajiri daktari ambaye hana maarifa ya udaktari, hawezi akaajiliwa injinia au kampa ramani yako mtu ajenge ambaye sio fundi. Lazima awe na maarifa ya kitu husika ili aweze kutumika mahali husika. Kwa kabla Mungu hajamtumia mtu kwenye eneo fulani anatafuta kwanza kuona kama kuna maarifa ya kwake ndani ya huyu mtu yanayohusiana na eneo fulani. Ndio maana hauwezi ukaona kesi, afu ukajichagulia mtu yoyote tu kumpeleka mahakamani ya kutetea kesi yako. Lazima tuenda kutafuta wakili kwanza, mtu aliyepita shule ya sheria akapata na kufaulu sheria, akapata na cheti cha uwakili, ndiye anayeruhusiwa kusimama mahakamani na nakutetea kesi yako, ni kwa sababu si kila mtu ana maarifa yanayohusika na jambo ambalo atakiwa kulisimamia. Biblia inasema walipokataa ku retain maarifa ya Mungu ndani yao, Mungu akawaacha afata akili zao zisizofaa, wakafanya sio wapasa. Kinaamua watu wanachokitafuta, kitu ambacho mtu anakitamani ndicho kitakachomwamulia yule mtu atafuta kitu gani. Kwa hiyo unaweza ukatambua kitu anacho, mtu anachokihitaji kutoka kwenye jambo analolitafuta. Ndio maana mtu apotaka kuwa daktari anaenda kusoma kozi ya daktari. Anataka kuwa mwalimu anaenda kusoma digrii ya walimu. Kwa hiyo kile anachokihitaji mtu ndicho kinachoamua atakachokitafuta. Kwa kwenye maisha utafuti, kila kitu unatafuta kile ambacho wewe unakihitaji. Unachokitafuta kinakupa tafsiri unachokihitaji. Wale ambao unahitaji pesa utaenda benki kutoa pesa kwenye akaunti yako uliyoweka, wale ambao wanahitaji afya, anaumwa ataenda hospitali au kanisani kwenye kuombewa, na wale ambao wanahitaji maarifa wanaenda shule kusoma. Sasa na wale ambao wanahitaji nguvu inabidi watafute nuru. Kama mtu akihitaji maarifa anaenda shule, akihitaji kupona anaenda hospitali, akihitaji pesa anaenda benki, akihitaji chakula anaenda sokoni, kama ni kununua vya kupika nyumbani na akiwa mtaani akihitaji kula anaenda hotelini. Basi anayehitaji nguvu inabidi atafute nuru kwanza ya Kristo, kwa sababu duniani hakuna mwanadamu mwenye nguvu, hayupo. Kwa sababu nguvu ndio inampa mtu mamlaka, hamna mtu anaweza kuwa na mamlaka kama hana nguvu kwanza. Ndiyo maana mtu akiwa rais, nguvu ya urais inampa mamlaka ile. Mamlaka inakuja na nguvu ndani yake. Mtu anapopewa mamlaka ya kuwa mkuu wa mkoa pale pale, na kuna nguvu zinazoachiliwa kwake kwa, kwa ajili ya kutenda kazi kwenye mkoa husika mtu anapopewa kuwa mkurugenzi wa halmashauri fulani kuna yale mamlaka aliyopewa yanakuja yamebeba ndani yake na nguvu ya kumsaidia yule mtu kuoperate kwenye ile mamlaka kwenye ile mazingira kwenye ile ofisi aliyopewa. Mtu anapopewa kuwa mkuu wa kitengo fulani kwenye taasisi fulani kuna mamlaka ile anayopewa inakuja na nguvu ndani yake. Sasa Yesu alisema kwenye Njili ya Mateo sura ya ishirini na nane, mstari wa kumi na nane hadi ishirini. Asema mamlaka yote ya mbinguni na duniani nimepewa mimi Ko kama alipewa mamlaka ya mbinguni na duniani, maana yake mamlaka ile aliyopewa yeye ilikuja na nguvu ndani yake. Ndio maana leo hii mtu anaweza akawa ni mtu wa kawaida mtaani, ila akiteuliwa kwenye nafasi fulani, ghafla pale pale ile mamlaka aliyopewa inabeba nguvu ndani yake ya kumfanya atende na awe tofauti na alivyokuwa kabla. Kwa hiyo Yesu alivyosema mamlaka yote ya mbinguni na duniani nimepewa mimi, maana yake anasema kwamba ile mamlaka aliyopewa mbinguni na duniani, nguvu zote za mbinguni na duniani anazo yeye, zote za mbinguni na duniani anazo yeye sababu mamlaka inakuja na nguvu ndani yake, kwa aliposema mamlaka yote mbinguni na duniani imepewa mimi, enendeni ulimwenguni kote. Kwa wengine anasema kwamba mamlaka ya duniani siendi nayo mbinguni, ninaiacha ndani yako, mimi naenda na nguvu za mbinguni, ile mamlaka ya kimbingu niliyopewa. Nimepewa mamlaka mbili, ya mbinguni na duniani, ila enendeni ulimwenguni kote, kwamba mamlaka hii ya duniani ninaiacha kwa kila mmoja ambaye atafungua moyo wake na kunipokea ndani ya moyo wake, ambao Bwana mguzo wa maisha yangu, ila ile mamlaka ya mbinguni itaenda nayo mimi, ya duniani nitaiacha kwako na ndio maana nasema, lolote utakaolifunga duniani litafungwa na mbinguni, lolote utakalofungua duniani litafunguliwa na mbinguni, kwa sababu unayo mamlaka ambayo inakupa nguvu. Sasa kwa nini nimesema anayetaka nguvu lazima atafute nuru? Injili ya Yohana sura ya kwanza kwanza, mstari wa kwanza, hapo mwanzo kulikuwako neno, neno alikuwa kwa Mungu, neno alikuwa ni Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo pasipo yeye akifanya chochote kilichofanyika. Asema ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, ule uzima ulikuwa ni nuru ya watu, na nuru ilang'aa gizani na giza likuishinda. Kwa ni mstari wa tatu, mstari wa nne asema ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa ni nuru ya watu, na nuru ilang'aa gizani, giza likuishinda. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, ule uzima ulikuwa ni nuru ya watu na nuru na ina ng'aa gizani, giza likuishinda. Unapona, unasema giza likuishinda, kumbe palikuwa kuna mashindano. Hawezi kusema kwamba giza likuishinda kuishinda kama hamna kushindana. Kwa kumbe kuna mashindano yaliyokuwepo kati ya nuru na giza, then nuru ikashinda mbele ya giza. Kwa nuru ilikuwa na nguvu fulani ambayo iliachilia ushindi mahali fulani. Ndani yake ndimo likuwa uzima, ule uzima ulikuwa ni nuru ya watu, ile nuru iling'aa gizani na giza likuishinda kwa kama giza ilishindwa mbele ya nuru, maana yake giza ilikuwa ali na nguvu ya kutosha kushinda nuru, ila nuru ilikuwa na nguvu ya kutosha kushinda giza. Anasema ile ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, ule uzima ulikuwa ni nuru ya watu. Maana anasema ile nuru haikuwa ni nuru kwa ajili ya Mungu, ilikuwa ni nuru kwa ajili ya mwanadamu, na ili mwanadamu apate ushindi mahali mahali, anahitaji kuwa na nuru ndani yake, sababu ile nuru ndani yake, nuru yenyewe ya ina nguvu ndani yake ya kuweza kushinda mahali pale popote pale penye giza. Kwa aliposema mamlaka yote mbinguni mbingu na duniani nimepewa mimi ni sawasawa na mwanasheria amemaliza chuo cha sheria, bado hawezi kutetea kesi mahakamani mpaka kwanza apite shule ya uwakili, na akimaliza shule ya uwakili akashinda, bado pia hawezi kusimama mahakamani mpaka akabidhiwe na muhuri, pia anakuwa ana uwezo wa kugonga hata vitu mbalimbali. Kwa ile kwamba umepewa maisha yako mamlaka ikaingia ndani yako, ile kwamba mamlaka imeingia ndani yako, kama hakuna nuru ndani yako, maana yake kuna nguvu ya kuachilia ushindi kwenye maeneo mbalimbali ya mbali, maisha yako itakuwa haipo, sababu kinachokupa ushindi ni ile nuru iliyoko ndani yako, nuru ya Kristo. Ndani yake ndimo ulimwe uzima, na ule uzima ulikuwa ni nuru ya watu, na nuru inang'aa gizani na giza likushinda. Kitabu cha Waamuzi sura ya 6:13 nasemaje? Nasema Gideon akamwambia, E Bwana wangu, ikiwa Bwana pamoja nasi mbona mambo haya yote ametupata? Yako wapi matendo yake ya ajabu wale walituhadithia baba zetu wakisema, je, siye Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri? Ila sasa ametutupa naye ametutia katika mikono ya Midian. Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu, ukawakoe Israeli na mkono wa Midiani. Je, si mimi niliyekutuma? Unajua, ukiangalia Mungu hakujibu maswali yake, sababu huyu jamaa alikuwa anamuuliza Mungu kama uko pamoja na sisi. Okay, Mungu alipokuwa anasema Bwana yupo pamoja nawe ee shujaa, okay, basi ni shujaa, yako wapi matendo makuu ambayo Mungu aliyatenda na baba zetu, ametuadidhia. Kwa kifupi ni kwamba Mungu Gideoni ninamuuliza maswali Mungu, ukiangalia Mungu hakujibu swali lolote, alimtazama heni akamwambia hakujibu swali. Ukitazama ni kwamba Gideoni alimpa Mungu samari ya namna Mungu alivyotembea na baba zao tangu Ibrahimu, tangu Isaka, Yakobo mpaka utumwani walivyotoka safari yao nzima ya miaka 40 jangwani walivyopita bahari ya Shamu. Gideon anamuelezea Mungu namna alivyokausha mto Yordani ili wavuke, namna alivyotoa ma maji kwenye mwamba, anampa samari ya namna ambavyo alipigana vita na Waamaleki na wakashinda, anampa samari mbalimbali. Sema, matendo yako makuu yako wapi? Matendo makuu ambayo baba zetu alituhadithia. Mungu akamtazama akamwambia, Gideon, kumbe una ufahamu wa revo hii, Una maarifa ya kiwango hiki, kumbe historia unaifahamu kwa kiwango hiki. Sikuwa najua kwamba ndani yako kuna kiwango kikubwa cha maarifa haya. Kwa hiyo enenda zako kwa uwezo huu, kwa sababu Gideoni ndani ya maarifa yako juu ya mambo niliyoyafanya kwa kizazi chako cha nyuma, ni kwamba kuna nguvu ndani yake iliyomo, kwa ile kwamba unayo ndani yako make na nguvu imo ndani yako. A so, hiyo enenda kwa uwezo wako, neno uwezo wako huu, ili neno uwezo kitumia neno power maanake nguvu. Mungu alimwambia Gideoni, enenda kwa nguvu zako hizi. Hakusema kwa uwezo wangu huu, anasema kwa uwezo wako huu. kumi na nne anasemaje? Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu ukawaokoe Israeli na mkono wa Midian hapo mwanzo neno neno kwa kwa hakifanyi, kichofanyika na ndani yake kuma uzima ule uzima alikuwa ni nuru ya watu. Kwa Mungu alijua Gideon, una maarifa ya kwangu, una neno la kwangu, una matendo makuu ya kwangu, ambao ndani yake kuna uzima ambao ule uzima ni nuru ya watu. Ukienda nayo hayo maarifa, hiyo nuru, ukibeba ukienda nayo kwenye vita vya na Midiani -na una uhakika asilimia mia moja ya kushinda, sababu yenyewe ina uwezo wa kupa ushindi mahali ambapo unaona hakuna ushindi. Ila usiende na nguvu za kwako, enenda na uwezo wako huu uliomo ndani yako. Mungu hakumpa uwezo mwingine, alimwambia uwezo wako huo, sio uwezo wangu uwezo wako huo ko Gideoni ya kujua kwamba ndani yake kuna uwezo wa Mungu ambao kumefichwa kwa jinsi ya maarifa, alivyogundua kwamba una kiwango kikubwa cha maarifa haya, una levo kubwa hao, kwa jinsi ya kimaarifa huko juu, tembea kwenye hiyo maarifa, yaweke kwenye matendo, yaishi yaweke kwenye hiyo hali hiyo hali ulionayo Gideoni. Unapoona Wamidiani wanawatesa, kwenye hao mateso ya Wamidiani, hebu yachukue haya maarifa, ingia nayo hapale mahali lani, kuna kitu kitafanyika katikati, na Mungu atakupa ushindi kupitia kwenye hao maarifa. Hayo maarifa ndani yake yana nuru ambayo inakupa ushindi Sababu ndani yake ndimo kama uzima na ule uzima ika nuru ya watu na nuru yang'aa gizani. Sikiza mahali pale, popote popote unafika, haujui cha kufanya, haujui next step ya kuchukua, haujui ugeuke wapi, haujui uende wapi, haujui ushike nini, haujui ufanyaje, make uko gizani, uko gizani. Maarifa yanapokuja yanakupa nuru, ile nuru inakupa ushindi. Kwa hiyo mahali ambapo hakuna maarifa, hakuna nguvu. Mahali ambapo hakuna maarifa, hakuna upako, sababu nguvu ndio upako kwa tukiongea upako, tunaongelea nguvu. Enenda kwa uwezo wako huu, enenda kwa nguvu zako hizi, anasema ndo utawapiga midiani kama mtu mmoja. Kwa nini? Kwa sababu anaambia Gideoni, nikitazama kwenye taifa la Israeli, ile nuru ambayo ninaitafuta nimeiona ndani yako, na ndio maana alipomtokea hakumtokea mtu mwingine, alimtokea Gideon akamwambia, enenda kwa uwezo wako huu. Anambia ni pamoja nawe. Hasema Bwana yuko pamoja na nini? Yuko pa, yuko pamoja nawe peke yako e shuja. Kwani kwa sababu kilichomfanya Mungu awe na wewe ni kiwango cha maarifa kilichomo ndani yako, kwa sababu Mungu ni neno na neno ni Mungu. Kwa neno lililo kwa wingi ndani yako limemjaza Mungu ndani yako. Kadri ulivyoweka neno kwa wingi ndani yako, ulikuwa unamweka Mungu ndani yako kwa nime jaribu kuangalia kwenye taifa la Israeli lote, nikakuona ni wewe peke yako una kiwango kikubwa cha maarifa, una Mungu mkubwa ndani yako, na kwa hiyo wewe ndio shujaa. Sababu kwenye injili ya Yohana sura ya kumi na nne inasema, mtu akinipenda atalishika neno langu na baba yangu atampenda nasi tutakuja na kufanya makao kwake na kujidhihirisha kwake. Kwa ukilishika neno la Mungu katika ndani yako, Mungu anakuwa anakaa ndani yako na anajidhihirisha kwako na kufanya makao kwako, na ndani yake ndimo kuna uzima, ule uzima ni nuru ya watu, ambayo ile nuru ina nguvu ndani yake ya kushinda giza. Kwa hiyo, kiwango cha upako ambacho Gideon alikuwa na upareti kwacho kilitegemeana sana na kiwango cha maarifa ya neno la Mungu yaliyokuwa ndani yake.